Anipenda, anipenda mwokozi Yesu, anipenda mimi. Karibu katika somo la leo ambalo linasema subiri kwa imani. Na kabla hatujaendelea sana na somo letu, tufumbe macho tuweze kuomba. Baba yetu mwema, nakuja mbele zako, tunakushukuru kwa nafasi ya upendeleo sana ambayo Mungu umetupatia katika wakati huu. Mimi na mtazamaji huyu, tazama, amekuwa akikusubiri kwa muda mrefu. Amesubiri miaka mitano, miaka kumi, umfanyie mujiza wake, umfanyie jambo lake fulani nimefikia hatua wakati mwingine kama binadamu amekata tamaa, ame, ame, amekuwa na shaka wakati mwingine kuendelea kuvuta subira ya namna ambavyo Mungu umepanga kumtendea. Nami namleta mbele zako katika somo hili, ikabadilishe maisha yake ikampatie mtazamo na mwanzo mpya wa kungojia muujiza na kusubiria furaha ambayo Mungu umemwandalia kwa jina la Yesu, amina. Katika kitabu cha Yakobo tano fungu la saba neno la Bwana linasema, kwa hiyo ndugu zangu vumilieni hata kuja kwake Bwana. Tazama mkulima hungoja mazao ya nchi yaliyo ya thamani, huvumilia kwa ajili yake hata yatakapopata mvua ya kwanza na ya mwisho. Nitarudia tena, anasema kwa hiyo ndugu zangu vumilieni hata kuja kwake Bwana. Tazama, mkulima hungoja mazao ya nchi yaliyo ya thamani, huvumilia kwa ajili yake hata yatakapopata mvua ya kwanza na ya mwisho. Najifunza kitu fulani cha thamani sana katika kusubiri kwa imani, kwamba subira au kadri unavyozidi kusubiri inampatia Mungu nafasi ya kukuandalia zawadi iliyo bora zaidi. Pengine Mungu umemwomba akupatie uh, gari ya aina fulani na umekuwa ukisubiri, lakini uh, kadri unavyozidi kuendelea kusubiri pengine Mungu amekuandalia kupata gari iliyo nzuri zaidi kuliko ile ambayo umeiomba. Umeomba baskeri, Mungu ameplani kukupatia gari. Umeomba pikipiki, Mungu amekupatia uh, amepanga ame, ame, ame upate a, upate gari. Umepanga nyumba yenye thamani ya milioni moja, lakini Mungu amepanga ujenge nyumba ya milioni mia moja iliyo ya thamani zaidi. Subira inampatia Mungu nafasi ya kukupa, ya kukupa zawadi bora zaidi. Oh, lakini pia subira, kadri inavyozidi kusubiri ndivyo ambavyo Mungu inampatia nafasi ili akutendee muujiza ulio mkubwa zaidi. Haijalishi sasa hivi unapitia hali fulani ya ugonjwa, unapitia hali fulani ya udhaifu, wakati mwingine unakaa peke yako, unalia, unaumia. Hata kama ukimwambia mwenzako hawezi kufil hawezi kuhisi vile ambavyo unajisikia. Umekuwa ukimwomba Mungu muda mrefu, umesubiria, lakini pengine unaona majibu hayaji. Kadri unavyozidi kuendelea kusubiri ndivyo muujiza wako unavyozidi kuwa mkubwa zaidi baadaye. Unavyozidi kusubiri inakufanya uendelee kutengenezwa, uwe tayari kupokea jibu lililo kubwa zaidi. Ngoja nikwambie, unajua asilimia tisini ya hivi ulivyo leo ni kwa sababu ya majibu ya maombi ambayo uliyaomba zamani. Upo hivi ulivyo leo ni kwa sababu ya maombi ambayo uliomba zamani, pengine ulisubiri pasipo kujua kama ulisubiri. Kwa sasa unamiliki gari, unamiliki nyumba, upo na elimu fulani, upo na familia, upo na watoto. Hayo ni majibu ya maombi ambayo uliyaomba zamani. Kwa hiyo tunaposubiri tunapata majibu mazuri zaidi na bora zaidi. Oho kadi unavyozidi kusubiri ndivyo unavyotengeneza furaha yako ya baadaye kuwa kubwa zaidi kuliko, kuliko furaha ya sasa. Oho, nikimtazama Lazaro aliyekuwa amekufa ndani ya siku nne katika kaburi, dada zake wanalia, ndugu zake, majirani zake wanalia kwa uchungu sana ndugu, ndugu yao wamempoteza, lakini amuona Lazaro amefungwa sanda na amepumzika katika kaburi yake ndani ya siku nne akisubiria muujiza wake, akisubiria furaha yake, akisubiria mlango wake ufunguliwe. Amesubiria katika hali ya kuoza, amesubiria katika hali ya kufa, amesubiria katika hali ya kutokujifahamu. Lakini Lazaro alivumilia, alisubiria muujiza wake kutoka kwa Yesu oh. Namwona Lazaro amevumilia umauti, amevumilia Yesu kuja, amemsubiria, amemgojea kama mkulima anavyosubiria mvua ya kwanza na ya mwisho, ili mazao yake ya thamani yaweze kuonekana. Namwona Lazaro naye amesubiria katika hali ya kufa oh. Wakati mwingine tunaweza ukajikuta mambo yetu yamekuwa katika hali ya kufa, hali ya kuoza, kunuka, kiasi kwamba watu hawezi hata kutusogerea. Lakini katika wakati kama huo ndipo wakati ambapo Mungu anatutengeneza kuwa vitu vya thamani Naiona kama vile jiwe la dhahabu likitupwa katika moto mkali sana na kusafishwa na kuchomwa katika, uh, katika masumbufu mengi sana katika jiko, katika jiko la moto, lakini baadaye inakuja kuonekana dhahabu safi iliyosafishwa. Oh, kadi unavyozidi kusubiri, kadi unavyozidi kungoja kwa imani, unavyozidi kumngojea Mungu, unavyozidi kumngojea Yesu akutendee aku muujiza wako kadri unavyozidi kusubiri maumivu yako yaishe na kumtumainia Bwana kwamba atafanya, ndipo ambapo kitu Mungu anazidi kuandaa kitu cha thamani, muujiza wako mkubwa zaidi. Mungu anazidi kuandaa kitu ambacho nakijua, hautabaki kama ulivyo. Kuna jambo na tukio ambalo Mungu analiandaa kama la Lazaro, uh, la kumwambia Lazaro toka nje. Ipo siku Mungu atalia kwa sauti kuu katika kazi yako, katika maumivu yako, katika ugonjwa wako, kwamba toka nje. Na wewe siku moja tutoka nje, furaha yako tena itarejea, alfajiri njema itarejea, matumaini mema yataonekana, nguvu zako na uwezo wako utaonekana katika dunia. Ipo siku na haijalishi umesubiria miaka kumi, miaka kumi ya maumivu yako katika kitanda cha hospitali umesubiria Uh, miaka kumi ya umaskini, haijalishi umesubiria miaka mitatu ya kukosa mtoto, umesubiria miaka kumi ya, ku, ya kukosa kazi, haijalishi umesubiria miaka miwili ya dhalau na masengenyo ya kuchekwa, haijalishi umepitia, uh, umesubiria pengine ni miaka mitatu ya kuteswa na dhambi fulani na udhaifu fulani na mazoea ya dhambi. oh, Mungu anakutengeneza Mungu anakusafisha ili muujiza wako uwe mkubwa zaidi. Ipo siku Mungu atakuambia mwanangu, toka nje katika umaskini wako. Ipo siku ata, atasema Mungu, mwanangu, toka katika hali yako ya kutokuzaa. Ipo siku Mungu atasema mwanangu, toka nje katika hali yako ya kushindwa na maumivu mengi. Ipo Mungu atasema ipo siku Mungu atasema mwanangu, toka nje katika hali yako ya kuteswa na saratani na kansa kwa muda mrefu. Endelea kuvumilia kwa imani Mungu yuko anakutengeneza. Endelea kuvumilia kwa imani Mungu yuko anakupandisha. Endelea kuvumilia kwa imani Mungu yuko anakuandaa kuwa thamani sana kama dhahabu. Endelea kusubilia kwa sababu Mungu ana makusudi mema, ana, ana jambo kubwa zaidi la kufanya. Oh, anakutengeneza kuwa mtu mwema ambaye utakuwa unajua huruma za watu, anende kutengeneza na kupitisha katika hali ya maisha magumu, maisha yenye dharau na simango. Oh, au anakuandaa kuwa kiongozi mkubwa, ambaye uta, utajali machozi ya watu. Anakuandaa kuwa mtu mkubwa duniani, ambaye uta utaisaidia dunia kumfahamu Mungu zaidi. Endea kusubiri, kadri unavyozidi kusubiri, ndipo Mungu anakuandalia muujiza mkubwa zaidi unavyoendelea kusubiri ndipo Mungu an, anafanya furaha yako ya kesho kuwa bora zaidi na kuwa kubwa zaidi. Nami katika wakati huu nakuombea kwa jina la Yesu, Mungu akusaidie akutie nguvu, endee kusubilia muujiza wako kwa imani. Hakuna haja ya kukata tamaa, hakuna haja ya kuchoka tena, hakuna haja ya kulia tena na kunungunika. Mungu anakuandaa kesho yako ni bora, kesho yako inang'aa, asubuhi njema inakuja, na Mungu amekuandaa kuwa nabii wa mataifa. Mungu amekuweka kuwa mwalimu katika dunia. Mungu amekuweka kuwa mama tena, ubebe mtoto wako. Mungu amekuandaa kuwa mzima tena, utoke katika maumivu ya ugonjwa wako. Nami nataka nikuombee katika wakati huu, Mungu akakutimizie haja ya moyo wako, akupatie imani ya kuendelea kusubiri, akupatie imani ya kuendelea kungoja. Oh, okay. Bwana yuko njiani anakuja, Bwana yuko njiani anakuja, anakuja kuku, kukusaidia anakuja kuku, kuku, kukufungulia. Anakuja kutoa tamko la mwisho kwamba, mwanangu, toka nje ya kaburi. Mwanangu, toka nje ya maumivu. Mwanangu, toka nje ya shida zako, toka nje ya umaskini. Mwanangu, nimekuja kukusaidia. Tuendelee kuvuta subira, kwa sababu faraja, tumaini, uzima, matarajio mema, furaha vinaandaliwa kwa ajili yetu. Baba yetu wa mbinguni, namleta msikilizaji mikononi mwako. Tazama amekusubiria katika hitaji lake fulani. Tazama amesubiri katika uh, umtendee, umtende muujiza katika mwili wake. Haijalishi ni kitu gani, Bwana kwako hakuna ambacho kinashindikana. Bwana wa majeshi, Mungu wa Yakobo, wewe ni ngome yetu, tunakimbilia kwako, tunakuwa salama. Tupatie imani ya kusubiri, tupatie imani ya kuendelea kukutegemea ku, ku, ku Yesu hata katika dhoruba na nyakati ngumu, wewe Mungu utabaki kuwa Baba yetu, wewe Mungu utabaki kuwa msaada wetu. Umetuandalia vitu vyema, umetuandalia zawadi kubwa zaidi ya dhahabu, umetuandalia kesho yetu njema, umetuandalia uh, kupona kwa maumivu. Wewe Mungu tunasubiria tamko lako la mwisho, tutaendelea kuvumilia na kuingojea ahadi yako, kwa jina la Yesu, amina.